Pete ni ishara ya kuambatana na mwenzako, sio ishara ya uaminifu kwa mwenzako. Pete ni, inatumika ilikuwa ilikuwa na eh, kazi mbili, kisheria, kikawaida. Pete ilikuwa ishara ya ndoa na mshikamano na mwenzako mwenzi, wewe ni mtu mwenye, ishara ya kuwa na ndoa. Kwa hiyo pete tunavika pete watu wanaondaa. A kwa hiyo askofu ameoana na jimbo husika, ameoana na kanisa, ni mchumba wa kanisa, na yeye ndiye anawakilisha sisi wote. Sasa pia pete ilitumika kama muhuri, pete ni muhuri Pete za maskofu zina ule muhuri, ulikuwa inapaswa ingepaswa na ule muhuri wake, ile nembo yake, na papa ya pe papa hivyo hivyo, alikuwa anaandika barua, anachukua ile wino mwekundu, akifanya hivi, anapiga pale, ni pete ile ni muhuri pia. Kwa hiyo ilikuwa na kazi hizo mbili, two functions is the binding kwa hiyo yeye, waskofu wa ni mchumba wa Kristo wa kudumu, umeolewa na kanisa. Kwa hiyo askofu jimbo alilonalo, ile pete inawakilisha Kristo, Kristo mchumba wa kanisa, na ndio maana tunabusu ile busu, ile pete, lakini pia ni ishara ya madaraka yake kama yeye ndiye mkuu wa jimbo, ni wewe unapopewa ofisi ofisi ndio nayo mimi huku nina in, muhuri wake kama dini. Kuna muhuri wa dini, sio na muhuri wa dini, kuna muhuri wa DPA, nimeuacha pale ni sikuezi, nikiingia pale siwezi kuugusa. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna, kuna mihuri inaandana sasa Pete ile ni mhuri wa jimbo, na yeye ndiye anayeweza kuidhinisha yote katika jimbo. Hawezi kufanya kitu kwenye jimbo rasmi bila yeye kuhusika, na ndio maana ndiye anayeidhinisha kila kitu jimboni. Ndio maana yake. Kwa hiyo pete ina kazi hiyo.